Mageuzi yale ambayo serikali imeagiza yafanyike e, katika mashirika ya umma na mageuzi haya e, yapo katika maeneo makubwa mawili. Kama unafahamu tunayo mashirika ya umma mia tatu na nane mia moja sabini yakiwa ni mashirika umma ambayo hayafanyi biashara na mia moja thelathini na nane yakiwa ni mashirika umma ambayo yanafanya biashara. Lengo la serikali ni kuona kwamba mashirika ya umma yanaendelea kuwa sura ya serikali katika utoaji wa huduma public service, lakini pia kuwa sura ya serikali katika uwekezaji wa umma yani public investment, na nataka tuhakikishe kwamba mashirika ya umma yanaenda kufanya vizuri katika maeneo hayo mawili ili yafanye vizuri e, tunafanya mageuzi makubwa sana moja, katika utendaji wao ili mashirika ya umma yaweze kuboresha na kuimarisha utendaji wao ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa sababu serikali inatoa huduma kupitia mashirika ya umma, kama ni afya ni kupitia mahospitali yetu, kama ni elimu ni kupitia mashule yetu, kupitia mavyuo vikuu yetu. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunataka tuliboreshe. Lakini la pili la mashirika ya umma ni sura ya serikali na sura ya umma katika uwekezaji wa umma. E, serikali imewekeza e, takribani shilingi trilioni tisini nukta sita e, kupitia mashirika ya umma na tungetaka uwekezaji huu uweze kuzaa Eh, kwa maana ya kuendelea kujenga uwezo wa serikali eh, katika kutoa huduma za kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwa mashirika ya umma yanachangia kikamilifu katika pato la taifa. Kwa hivyo kupitia eneo hilo tunafanya mageuzi makubwa vile vile katika utendaji wa mashirika ya umma lakini vile vile katika eh, muundo wao kwa maana institutional framework. Na kazi yangu kama waziri ni kuhakikisha kwamba kwa tunasimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais eh, katika mageuzi hao ambao wanayataka na kwa sasa eh, kazi yangu kubwa ni kuwapatia hawa bwana sheria nzuri ya kusimamia uwekezaji wa umma, na tupo katika hatua za mwisho. Tunatarajia kwamba eh, sheria mpya ya uwekezaji wa umma iweze kufikishwa katika baraza la mawaziri eh, muda mfupi ujao, na hatimaye iende bungeni eh, lakini muhimu sana ni kuona kwamba tunabaki na mashirika ya umma ambayo yanatija kama shirika la umma linafanya biashara tunataka kwani, linafanya biashara kwa maana kwamba inatengeneza faida inatoa eh, gawio sahihi kwa serikali. Mashirika ya umma ambayo yanapaswa kufanya biashara yatapewa muda, na pale ambapo yameshindwa kufikia vigezo, maelekezo ya mheshimiwa rais raisi yapo very clear, ama yaunganishwe na mashirika mengine ama yafutwe. Huo eh, ndio mwelekeo ambao tutakwenda eh, tutakwenda nao lakini mashirika ya umma pia, tunapoenda huko mbele, yatapewa vigezo maalum vya kiutendaji, wanaita key performance indicators. Hili eh, ofisi ya Msajili wa Hazina imeshaandaa inakwenda serikalini na ikishapitishwa, ndio itakuwa framework ya